Inimekuja hapa ndiyo nyumbani kwangu, nitakuwa na majirani nitakuwa na ndugu kama hivi mlivyojiunganisha kwa pamoja, mtumishi mwenzio ndio ndugu yako meneja wa NMB na viongozi wenzangu wakuu wa idara, pamoja na meosi kutoka sehemu tofauti tofauti za mji wetu wa Kasulu, waandishi wa habari, asalamu alaikum kwa kuweza kukutanisha mahali hapa tukiwa salama salimini. Wengi walipenda kuhudhuria sherehe hii kwa namna moja au nyingine, wameshindwa. Inawezekana wakawa wagonjwa au wana dharura tofauti tofauti. Lakini la pili ni washukuru kwa kutualika kuja kushereheka na nyie, kuja kuwakaribisha wale MEOs wapya, lakini na hata nyie wa zamani. Kuja na sisi kuwatambua na nyie kutambua kitendawili, yeah. Kitendawili, yeah. Naitwa nani? Eh? Naitwa nani? Lakini kwa mara ya kwanza kukutana na nyie kwenye ukumbi huu, lakini wengi wenu kama nilivyosema tumekutana kwenye maeneo ko saiti, tulikuwa tunafanya kazi pamoja, na kuna wengine nilikuwa nawapigia simu bila kuwafahamu kwamba tunaomba mtuongezee muda, muda we <laughs> lakini la tatu kwenye hotuba yenu mmenipongeza Dakta Samia Suluhu Hassan ushindi mnono aliopata, lakini pia kwa wabunge wetu oh, akiwepo profesa Joyce Ndalichako na madiwani wetu, lakini mimi binafsi pongezi hizi nizirudishe kweli kwa sababu kura zisingepatikana za kutosha akuwa na amani na utulivu kutoka kwenye kata zenu, kutoka kwenye mitaa yenu. Lakini nichukue fursa hii na kwa nafasi ya kipekee niwashukuru sana kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, kazi nzuri mmeifanya. Hapo vipi, hapo vipi, apo cha Mapinduzi. Mimi nikasema, nika hapana, nina shughuli nyingi za kufanya, lakini nimechoka, ngojea niende, kwa sababu sitaweza kuwaiteni nyie kwa nafasi yangu sasa niliyo nayo, kwa sababu nimesha kukusanya, nikasema hapa, hapa. Nikaseme neno langu la asante kwao. Oh, ninawashukuru sana na ninasema asante. Na wengine wajulikani wake waliko. Uongo kweli. Siku huu wa tarehe ishirini na nane kwa kweli, mimi niseme kwamba sisi tunawahitaji tena, tunawahitaji sana kuliko hata nye <coughs> mnavyohitaji, lakini na mwisho nimeona uh, maeneo si wengi njiani na ni watoto wetu, na kuna maeneo mengi nimetokea. Mmekuja kufanya kazi kama mimi nilipotoka kule Lindi, mpakani mwa Msumbiji na Tanzania. Fanyeni kazi, tena kazi kwa bidii na nyumbani kwako pale ulipo na si vinginevyo. Mimi nimetoka Lindi, nimekuja hapa, ndiyo nyumbani kwangu, nitakuwa na majirani, nitakuwa na ndugu kama hivi nilivyojiunganisha kwa pamoja tumishi mwenzio ndio ndugu yako, lakini hata kula unapokaa mwenyekiti wa mtaa ndiyo ndugu yako wa karibu, kwao ni waombe heshima. Ni kitu muhimu sana, upendo ni kitu muhimu sana. Baada ya maelezo haya, niwatakie kila la heri kwa wale ambao wapya, nendeni katutekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi ili hata Dakta Samia Suluhu Hassan aweze kufanya kazi, kazi zake vizuri na kwa utulivu na kwa amani kama vile mnavyoishi vile mnakoishi. Asanteni sana kwa kusikiliza.